Uh, ujumbe wangu wa leo nataka tuzungumze juu wa viongozi na wanaoongozwa. Tuanze, kiongozi ni nani? Kiongozi ni yule mtu miongoni mwa mwa wale, ni yule mtu miongoni mwa watu ambaye anakuwa yeye amebeba maono ya hawa wenzake wote kuweza kujua anakwenda wapi au nyiye mnakwenda wapi. Lakini waongozwa ni wale ambao watashirikiana na yule mbeba maono ili maono yaweze kutimilika. Sasa basi, tunajua tabia ya kiongozi mzuri ni nani? Kiongozi mzuri ni yule kiongozi ambaye, kitu cha kwanza, kama definition au ya maelezo ya kiongozi ya kiongozi ni nani, kitu cha kwanza inabidi kiongozi awe na maono ya kwenda mbali. Kitu cha pili, kiongozi atakiwi kuwa mselfish, kuwa mbinafsi. Kiongozi inabidi yeye aone akiona, awe tayari kwa ajili ya kuwabeba wenzake, asiwe mtu ambaye anataka kujilimbikizia yeye kwa sababu ya nafasi aliyonayo. Huyo ni kiongozi mzuri. Lakini kesi ya tatu, kiongozi mzuri ni yule ambaye anaweza akasikiliza maono ya wenzake, mao, maoni ya wenzake ili waweze kubeba kama timu waweze kwenda, lakini kumbukwe, yeye ndo ambaye anajua exactly wapi ambapo inabidi nini muelekee, kulingana na utaratibu labda ambao mmejiwekea muda mwingine lakini waongozwa, tuje kwa waongozwa. Waongozwa pia wazuri ni wale ambao watakuwa tayari kumchukulia kiongozi kama mtu ambaye muda mwingine anapatia, lakini muda mwingine anakosea. Waongozwa ni watu ambao wanaweza wakamsaidia yule kiongozi ili aweze ya kuyafikia yale maono yake. Sasa mtafaruku wanatokea pale ambapo kiongozi anakosea, haendani na yale ambayo hawa wanaoongoza wanataka. Mara nyingi sisi ambao nakuta tunaongozwa tunakuwa watu wa kwanza kuweza kutupa mishale kwa viongozi, kwa kuona kwamba hawafai, kwa kuwavunja moyo, kwa kusema hili, kwa kusema hili, kwa kusema hili. Kipi tufanye sasa sisi kama waongozwa? Kitu cha msingi kufanya sisi kama waongozwa ni kucheza katika nafasi yetu. Nikisema kucheza katika nafasi yetu ni hivi, labda kuna uongozi wa juu, wewe umepewa kitengo labda cha chini ambacho unashughulika nacho. Wewe kama wewe unafanya kitu gani? Cheza katika nafasi yako. Kwanza elewa mchango wako katika ule uongozi wa huyo mtu fanya exactly kile ambacho unatakiwa ukifanye, bila kumfurahisha tu kiongozi wako, ila fanya kwa sababu ndio wewe ambaye inabidi ufanye. Mwisho wa siku kiongozi anapokuwa naona wale anaowaongoza wanasimama katika nafasi zao, wanamsaidia kwa namna moja ama nyingine katika kutimiliza yale maono. Sisi ni binadamu na mioyo yetu inawasiliana, kama Mithali ishirini na saba inavyosema moja kwa moja naye, kuna somo ambalo atakuwa anajifunza kutoka kwenu kama mtasimama na kufanya sehemu yenu. Lakini pia kwa sababu kiongozi naye ni mwanadamu, usisite kumfuata kwa utaratibu na hekima ya hali ya juu, kuweza kumpa solution juu ya tatizo lile ambalo linamkabili. Usiende pale na kuanza kublame mtu, bwana we, kiongozi wewe ni mbaya, wewe ni moja, wewe ni mbili. Hapana, mwambie kiongozi kuna moja mbili tatu ambalo linatokea, mwisho wa siku, hata sio kwa kumnania direct, lakini mpe solution katika hili. Nadhani inabidi tufanye moja mbili tatu, tukifanya hili, matokeo yake yatakuwa hiki hiki hiki na hiki na kikiwa hiki na hiki na maanisha, hii hapa kampuni au hii hapa au mahali ambapo tulipo hapa, tutafikia hapa hapa hapa, hapa, hapa na hapa. Kwa mwisho wa siku yule kiongozi ataona okay, sawa utakuwa kama umemuuzia wazo na ile wazo likiwa kama ndani yake, kama atakuwa ni mtu ambaye ni mwelewa, ni kiongozi halisi kabisa, atalibeba na mwisho wa siku mtafanya mambo ya nini yaende pale ambapo mahali mnakuwepo. Hilo uh, ndo la msingi na ni kubwa, lakini tunapokaa na kwa blame na kuwateta na kuwasimanga, na wao wakajua kwamba wanaowaongoza kazi yao ni kufanya moja mbili tatu, inamaanisha kwamba mtazalisha conflict, mtazalisha ugomvi, na mwisho wa ugomvi, kila mmoja anataka kuonekana kwamba yeye yuko juu yu. Na moja kwa moja kiongozi wako akiona kwamba wewe unataka kumfanya yeye aonekane yuko chini, afu yuko juu, atatafuta mbinu mbadala ya kuweza kujitetea ili aweze kukomesha wewe. Ije tunapatana bila shaka. Kwa hiyo kiongozi fanya jukumu lako. Uko pale kwa sababu ya uongozi ulionao. Hawa wako pale kwa sababu wao inabidi waongozwe na nani? Na wewe. Lakini kiongozi uzani kwamba hawa no, wanaoongoza kwamba hawana akili. Wana akili, wana uwezo. Fanya mambo yako kwa weledi, fanya mambo kwa kuondoa binafsi, fanya mambo kwa ajili ya kile kitu ambacho mpo. Ndipo kila kitu kitaweza kuleta nini? Kitaweza kuleta maana.